Ni siku nyingine e, tunakutana tena na kuyazungumzia yale mengi ya kimichezo. Tunafahamu siku ya hapo jana e, baadhi ya vilabu mbalimbali zimetamatisha ligi kwa maana ya kwamba zimemaliza michezo yote. Imebaki ni mafahali hawa wa Kariakoo, Young Africans visiwani Zanzibar dhidi ya Dodoma jiji wameshusha kipigo cha bao tano kwa sifuri, huku ndio Msimbazi bao moja kwa sifuri. Hii ina maana gani kuelekea katika mchezo unaofuatia, kwa maana ya kwamba utakuwa wakutanisha wao, na ndio mchezo utakuwa kwenda kutoa hatima, na tumeamua kumtafuta mzee Kipepeo, mjumbe wa baraza la wazee la Young Africans, wenye yanga yao kuelekea kwenye mchezo huo. Wao wanazungumza nini na performance ya siku ya hapo jana? Wao wanazungumza nini mzee? Assalamu alaikum. Waalaikum salamu warahmatullahi wabarakatuh. hmm. Naam, kutokana na maelezo ambayo ulioyauliza kwa kutaka kujua mm. E, jana Simba kashinda Yanga jana kashinda. Swali lako linajengeka kusema kwamba hii ina maana ni ina maana gani maana mm. yake ni kutafuta ushindi na ndio huo walioupata, isipokuwa huo ushindi ndio unaompelekea mtu kuwa bingwa mm. Sasa bingwa hajaweza kupatikana, isipokuwa atapatikana sasa pale Simba na Yanga watakapocheza. Hmm, lakini hii yote ni mbio tu za kuutafuta ubingwa hmm. Kwa hiyo Simba bado anautafuta ubingwa na ndio maana akashinda hmm, na Yanga anautafuta ubingwa na ndio maana akashinda. Tulikuja tukazungumza hapa, ukasema ya kwamba tu, uta, tutaona kitakachomkuta Dodoma jiji na tumeshuhudia goli tano pengine hizi ni salamu kuelekea katika mchezo eh, wa tarehe ishirini na tano ikiwa zimesalia siku mbili kuelekea kwenye mchezo wenyewe. huo ni uhakika huo mm. ni uhakika Nia tunayo sababu tunayo na uwezo wa kufanya hayo tunayoyahitaji, mm. zidi ya Simba mm. tunao mm. na Simba wakae vizuri, kichapo kipo mm. watapigwa mm. isipokuwa katika juhudi zao mm. kukaa kwao kimya na tumeona jana mm. msemaji ameposti zendi, maana ya zendi ni imeisha nini kilichokuisha? Anachokusudia end, sawa, imeisha nini? zao hawajamaliza hmm. Hakuna mtu ambaye unaweza ukasema kwamba mechi zao zimekisha, kwa sababu waliosajili ni timu thalathini hmm. Na wewe unatakiwa ucheze mechi michezo thalathini. Kama umecheza michezo ishirini na tisa utasemaje imekwisha? Utakuwa umechekesha na utawachekesha hata watoto. Hayo ni maneno yao, lakini mechi bado hazijesha. Pengine eh, kusema mechi, the end, mechi imemalizika na kuama, na kuaminisha watu kwamba wamemaliza kibarua, pengine unaweza kuwa ni mtego kuelekea katika mchezo wa tarehe 25 na kama ni mtego, je, Yanga melitambua hilo na mejiandaa vipi kuhakikisha kuwa mnalikabili hilo kwa kusema mechi imemalizika? hmm. Hata na Yanga jana wanayo haki ya kusema mechi imemalizika kwa sababu tayari tumemaliza. Mm. Lakini mechi ya Simba na Yanga ndo tunayoizungumzia. Mm. Hata kuanza bado, tutasemaje imemalizika? Isipokuwa mm, wajiandae. Mm. Na sisi tunajiandaa. Mm. Wamekaa kimya kwa muda mrefu. Mm. Na wapenzi wao walikuwa wanasema hatupeleki timu uwanjani. Mm. Hayo tumeyasikia. Mm. Lakini tunachosema ni hivi kama watakuwa hawapeleki timu, tutaona tarehe ishirini na tano. <tune> lakini hii haitufanyi sisi tuache kukaa katika mkao wa kula kwa kungojea mechi ya tarehe ishirini na tano. Eti kwa ukimya wao hilo swala litakuwa halipo? Wacha wanyamaze, wacha wawe mabubu, wasitukize kuja uwanjani na ndo lengo lao. Wakifika watapigwa tu, watakavyokuja ndivyo watakavyoondoka. Wazee mnatajwa sana kila ifikapo dabi ya Kariakoo, kwa maana ya kwamba tunazungumzia mambo ya kamati, mmejiandaa vipi kwa ajili ya kuhakikisha kuwa mna peipati yenu vizuri, ninyi kama wazee wa Young Africans? Na yapi maandalizi kuelekea katika mchezo huu wa tarehe 25 dhidi ya wapinzani wenu Simba Sports Club ikiwa ndio mchezo wa maamuzi? Maandalizi yetu ushindi hmm. Tunajiandaa kwa kushinda, si vinginevyo hmm. Basi, na tuna uhakika tutashinda kwa sababu tunajua hmm. tunachokiandaa hmm. Kuna zile imani za Simba na Yanga eh, watu wanapokutazama hivi sasa wanaona ni mzee wa Yanga Africans kama ambavyo tumekutambulisha na ni mjumbe wa baraza la wazee la Yanga Africans. Mmejiandaa vipi upande wa pili? Tunafahamu Simba na Yanga mechi zinachezwa nje na ndani. Unapopigana vita hmm. ujue kuchimba maandaki. Hmm. Hmm. Una maana gani kusema hivyo? Upate kujificha ili adui asikuone hmm, sasa kama itakuwa maandaki unayaeleza ambayo unayotegemea kujificha huoni hmm, kama ndio unamwambia adui akujue kwamba wewe yuko hapo akufate akuue. Karibu hmm. sasa sisi tunachosema, tunajiandaa namna gani, tunavyojiandaa, tunajua sisi mm. matokeo ya maandalizi yetu yataonekana tarehe ishirini mm. na tano. kwa ninyi kama wazee mmeshamaliza kila kitu? Huo ni ukweli mm. sisi tumeshamaliza mm. na vijana leo wanarudi kutoka Unguja. mm. itabidi twende tukawaone vijana hao, tuwaweke, tuwajenge kisaikolojia mm. waingie uwanjani wakacheze mpira wasiwe na wasiwasi, wazee wao tuko nyuma yao mm. kwa lolote lile waze, tuko nyuma ya wachezaji wetu kivyo vyote katika kutafuta ushindi mm. hakuna matatizo mm. yeah. nasema, na tutashinda. Wengine wanasema kazi inayofanywa na wazee Young Africans hawaioni kwa macho ya kawaida. E, inawezekana kwamba unajua, kawaida ya maneno huwa hayaonekani bali yanasikika mm hata hiyo saikolojia tuliyosema tutawapa, maana yake tutawapa maneno. Hayo maneno wewe huwezi ukayaona bali utayasikia, kama ukiwepo. Kwa hiyo na wao hao waliosema hivyo kwamba kazi ya wazee eh, haionekani bali ni maneno, ni kweli, si yeye. Kazi yetu ni maneno, kwa sababu sisi kama wazee, kazi yetu kubwa ni ushauri, kuushauri uongozi, kuwashauri wachezaji kusimamia hmm. Mila na desturi za Young Africans tunazisimamia na tunazipigania na tunaziendeleza hmm. Kwa hiyo hii ndio kazi yetu, na katika hayo yote, katika kusimamia hmm. Zaidi sana inakuwa maneno na maneno haya kama nilivyokuambia hayaonekani maneno na naamini ya kwamba Simba wataleta timu licha ya eh, ya maneno mengi kusema kwamba mechi ya mwisho, mechi ya mwisho, na msemaji amesema the end kwamba imemalizika. Naamini ni kama mnawaona wapinzani wenu wakileta timu mnamo tarehe 25. Sisi hilo tunalijua kwamba wao wataleta, kuto kuleta, itakuwa matokeo, nadhani hata tarehe nane walitoa tamko kabisa kwamba hatutokuja uwanjani mm. Na waliandika barua kupeleka bodi ya ligi mm. Kwa kuwa ile barua ilikuwa bodi ya ligi haikuja kwetu mm. Sisi tulijua kwamba wao watakuja uwanjani na kama watakuja uwanjani, ndio maana na sababu ilitupelekea sisi tufike uwanjani tukawangoje wao waje, walipokosa kuja basi tukachukua tukarudi tukaona kwamba ndo maana tukaanza kutafuta sababu ya mechi ile kwa nini isichezwe. mm. mm. huko eh, eh, juu ya alama moja zidi ya kinara ambaye unaingia na advantage ya kutaka hata sare ili utawaze kuwa bingwa wa msimu wa mwaka elfu mbili na ishirini na nne elfu mbili na ishirini na tano. Ninyi kama Young Africans mnakwenda kukutana na mtani wenu ikiwa anahitaji kuondoa uteja dhidi yenu mnakiona kikombe kwenye viunga vya kijani na njano msimu huu, ikiwa wao wanalihitaji kwa udi na uvumba. Hakuna mwaka wasiohitaji hmm. hakuna mwaka wasiohitaji kombe kwenda Msimbazi hmm. lakini wanashindwa kulipata kombe kutokana na uwezo wao mdogo hmm. Yanga tuna uwezo mkubwa, tunajiamini hmm. Yanga tuna wachezaji wazuri hmm. Yanga tuna timu mzuri hmm. Yanga tuna viongozi wazuri wenye uweledi hmm. Yanga wazee tupo hmm. Kwa hiyo ndio maana na sababu inatupelekea hmm. kupata hayo makombe hmm. Na nakuthibitishia hata hili hmm. tunachukua Yanga hata hili? Tunachukua Yanga, na mimi nakwambia leo, siku ya Jumatatu njo hmm. tarehe ishirini na tano baada ya mpira iwe usiku hmm. au kesho yake, baada ya tarehe ishirini na tano unaziona ngapi sasa? Siku ya tarehe ishirini na tano siku ya 25 kusudio mm. kama siyo tisa nane ha? Sasa kama tutapata moja matokeo mm. lakini laki, kama siyo tisa nane udia, kauli yako kidogo, narudia ha? tena mm. kusudio mm. dhamira mm. na nia tuliyoiweka mm. kuwafunga Simba mm. kama siyo tisa mm. nane na kama tutapata goli moja mm hayo matokeo lakini sio kusudio letu, tupate amilia, sisi kuchukua ubingwa, tu bali kwenda kuisambaratisha kabisa Simba Sports. Na uwezo huo tunao na uwezo huo tunao wa kuwasambaratisha hmm. hakuna timu itakayotuweka sisi pale. Kwa hiyo wananchi waje kifua mbele ya kuamini kwamba kikombe kinakwenda katika viunga, viunga, tena viunga. Tujaze uwanja wa Taifa kwenda kupokea kikombe chetu na kufanya sherehe hmm. mara ya kwanza nili nilisema kwamba eh, ilikuwa mechi gani ile? Nikasema kwamba, eh, Simba nilisema kwamba kama atafungwa na wale Waarabu kule Unguja mm. nitanunua kitoga mm. kitoga maana yake ni samaki huyo mzuri tu mm. nitanunua na mchele wenye kuchomoka mm. leo eh, natena, na tena nawaambia wana Yanga na wale wanaonisikiliza mm. baada ya kuchukua kikombe hicho Yanga Afrika mm. Sasa sinunui tena kitoga mara hii nini? kuku. Kuku naenda kuchukua kuku mm. Atatengenezwa na biliani tena, sio ya hii pasholi mm. Tunachukua biliani na mchele mpya mm, kabisa wa mwaka huu uliochomoka Uli mm. na kuku wetu tutatafuna hapa mm. Hakuna matatizo yoyote, na uwezo huo huo upo jiijiha eh. Watu jana wamekwenda mbali na kusema ya kwamba ni kama amesalimu amli hivi kwa sababu jana kuwa ni miongoni kati ya wachezaji ambao walicheza na tunashuhudia ya kwamba anawania tuzo ya golikipa bora ikiwa yuko nyuma kwa i dhidi ya Musa Pimpin Kamara. Kusaliti uh, kufanya nini? Umesema nani? amri amri, umesema, hebu rudia. Ni kama amesalimu amri. Kusalimu amri mm. kusalimu amri mm. hawezi kusalimu mm. isipokuwa yule alipumzika mm katika hilo na ndio maana akawa ame, amekaa pale kufanya kazi, ni lazima uwe unapumzika. Sasa tuna wasiwasi gani? Mpira ule tuliangalia tukaona kwamba yule mtoto mm -hmm. Eh, aliokaa jana gookipa anatosha. Kwa hiyo tukamwambia wewe, kwanza vuta pumzi Ngojea, ngojea, ngojea, ndugu zako watakapokuja kuja hawa tu, wakati tunawatengeneza, tunataka na wewe katika listi hiyo ukae, okay. maana yake tumepanga kabisa listi namba moja kule lazima atakaa. Diara mbili atakaa yule mtoto yule e, Israeli mwenda, mwenda. Mm-hmm. Namba tatu atakwenda yule Mkongo yule, unaona eh? Namba nne kama kawaida, Jobu hakosekani pale. Namba nne atakaa nani? Baka namba tano Jobu hmm. Sasa hapo kitapita nini, wewe unavyoona? kuna mchezaji gani wa kupita hapo katika ngome kama hiyo kutoka Simba eh? Mimi nakushukuru sana na nikuahidi ya kwamba Iwa, it, panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu itakapomalizika daakariako sisi tutakuwa ni wageni wako, mguu huu utakuwa ni wako kwa ajili ya kutekeleza ahadi ambazo umeziahidi ili watu waweze kusikia ukirejea maneno ambayo umekwisha yatanguliza. Tena nafurahi sana kwa hilo uliolizungumza, kwa sababu najua siku hiyo kumbe nitakuwa na ugeni, itabidi na mchele niongeze kilo ili tuje tuutafune wote katika kusherekea hiyo, bila ya kujali kama wewe Simba au Yanga utakuja kutafuna mchele na kuku hapa. Nawakaribisheni sana, wala msiwe na wasiwasi na msiwe na hofu na, na, na juu ya ubingwa, Yanga ni mali yake. Asante sana.